Akiwa kwenye viunga vya manispaa ya Moshi akaanza kuonyesha mbwembwe zake za kumiliki mpira kwa kutumia viungo mbalimbali mbali vya mwili wake. Hapa ni katika kituo kikuu cha mabasi mjini Moshi, Emily akaonyesha uwezo wake, kisha akatumia miguu kuonyesha wananchi namna ambavyo anaweza kudhibiti mpira usitoke miguuni mwake na hii inaitwaje? Yatosha tu kusema labda Emily anajaribu kuonyesha nguvu ya kidole chake kuzungusha mpira. Kana kwamba hiyo haitoshi, akapanda juu ya gari linalotembea, na hapo akaonyesha tena maujanja mengine, na wakazi wa manispaa ya Moshi wakipigwa butwa alipofika eneo la kuanza kupanda mlima Kilimanjaro, lango la Marangu, ndipo upigaji wa danadana na ukaanza na yeye, anaeleza bayana anakwea hadi kilele cha Uhuru, umbali wa meta zaidi ya 5895 kutoka usawa wa bahari, akipiga danadana hizo isipokuwa tu nyakati za mapumziko. Lakini ni nini, nini kimemsukuma kujitabisha hivyo? For my biggest... niko hapa kwa changamoto kubwa ya kupanda mlima Kilimanjaro, kuvuka rekodi mpya. Nitakuwa na takribani masaa 27 ya kutembea huku nikipiga danadana. Na leo hii katika hatua za maandalizi, niko mjini Moshi na kukutana na wenyeji wangu kufanya maonyesho ya kumiliki mpira, na kwa kweli nafurahia kuwa na wakati mzuri. Uongozi wa kampuni ya safari So, inaratibu safari ya mtalii huyo imejiandaa kuhakikisha usalama wake, lakini pia kumwezesha kutimiza ndoto zake. Tuna kuu wetu ambao wako tayari kupanda mlima Kilimanjaro na kuwaongoza hao wageni wetu waweze kufika kule kileleni salama na kurudi na kujishindia hiki kitu ambacho wamekipanga kwa muda mrefu. Tunatoka starting point huku wakicheza mpira mpaka pale Uhuru, tutakapofika the top of Uhuru, napo wataenda kufanya show skills, football. Kwa hiyo ndo tofauti kubwa. Mara nyingi nimeshazoea kuchukua wageni ambao hawana tukio lolote. Watu wameendelea kubuni mazao mapya ya utalii, na wengine wao wakilenga kuvunja rekodi katika nyanja mbalimbali, ikiwemo mbali. Mtalii wa hivi karibuni ambaye alikwea kinyumenyume hadi kilele cha mlima huo mrefu kuliko milima yote barani Afrika. Na endapo Emily atafanikiwa kupiga danadana dana zake hadi kilele cha Uhuru, basi hiyo itakuwa ni rekodi mpya kabisa kuwahi kufanyika mlima Kilimanjaro. Kila laheri Emily, mimi ni Enos Masanja